Karibu tena kwenye uchambuzi wetu. Leo tunaangazia vyanzo vyenye wazo ambalo kwa kweli linapindua kila kitu tulichofundishwa. Vipi kama nikikuambia njia ya kupunguza uzito sio kujinyima mafuta bali ni kula mafuta zaidi lakini ya aina sahihi. Inaonekana kama upuuzi, sivyo? Inashangaza si ndio? Lakini hapo ndipo yaani siri yote ilipo. Vyanzo vyako vinaelekeza kwenye ukweli mmoja rahisi sana. Mwili wako si kikokotoo cha kalori, ni mfumo hai wenye akili unaoendeshwa na lugha ya siri inayoitwa homoni. Hilo neno lugha ya siri limenimutia. Kwa hiyo dhamira yetu hapa ni kuacha kuupiga kelele mwili sijui kwa diet kali na mazoezi yasiyo na mpangilio, na badala yake tujifunza kuzungumza nao, na vyanzo hivi vinasema ufunguo ni homoni, lishe na mazoezi kama Pilates. Basi hebu tuanze na swali la msingi, kwa nini ile kauli mbiu ya kula kidogo, fanya mazoezi zaidi, kwa nini haiwafanyii kazi watu wengi? Ni kwa sababu eh, kauli hiyo inachukulia mwili kama mashine rahisi tu. Lakini mtaalam mmoja Caroline Berger de Femynie anatumia analogia nzuri sana. Anaufananisha mwili wenye msongo, usingizi mbaya na lishe duni kama nyumba iliyo katika hali ya hatari kila wakati. Nyumba iliyo katika hali ya hatari. Hmm. Hiyo inanigusa. Unamaanisha nini hasa? Fikiria hivi, kama nyumba yako inaibiwa kila siku, utafanya nini? Utafunga milango yote? Utaweka nondo na utahifadhi kila kitu cha thamani ndani, sivyo? Kabisa, nitajilinda. Mwili hufanya vivyo hivyo. Unapoupa msongo kwa lishe duni au kujinyima chakula, unahisi uko hatarini, na kitu cha thamani zaidi kwake ni nishati. Hivyo badala ya kuichoma, anafunga magala yote na kuhifadhi kama mafuta. Anajiandaa kwa dharura. Kumbe! Kwa hiyo tunapojinyima chakula, tunamwambia mwili E, tuko kwenye baa la njaa, na unajibu kwa kuhifadhi zaidi. Hiyo inabadilisha mtazamo wangu kabisa. Sasa, nani ni walinzi wakuu wa hii nyumba? Ni homoni zipi hasa zinazoendesha huu mchazo? Mlinzi mkuu, yaani yule mwenye funguo zote za ghala la mafuta, anaitwa insulini. Kila unapokula wanga au sukari, kongosho linamtoa huyo mlinzi. Kazi yake ni kuchukua sukari kutoka kwenye damu na kuipeleka kwenye seli ili itumike kama kama nishati Sawa, lakini nasikia kuna lakini hapo. E, kuna lakini kubwa. kama kuna sukari nyingi sana, seli zinashindwa kutumia yote, kwa hiyo insulin inasema sawa, hii iliyobaki pelekeni kwenye ghala la mafuta. Hali hii inaitwa lipogenesis. Okay, hiyo ni kuhifadhi, lakini anafanya kitu kingine cha hatari zaidi, anapiga kelele: fungeni milango yote, hakuna mafuta yanayotoka nje. Yaani anazuia lipolysis kwa hiyo hata kama unakimbia kwa saa nzima, kama umeinywa soda nusu saa iliyopita, yule mlinzi bado anasema gala limefungwa. Hapo ndipo wengi wetu tunakosea, na vyanzo vinazungumzia pia kitu kinaitwa usugu wa insulini. Hii ni nini tena? Usugu wa insulini ni balaa. Fikiria, insulini inagonga mlango wa seli mara ya kwanza, seli inafungua, lakini ukiendelea kula sukari kila mara anagonga tena na tena na kwa nguvu. Baada ya muda, seli inasema eh, nimechoka na hii kelele, na inaanza kupuuzana, ni kama inavaa vizibo vya masikio. Na mwili unafanyaje sasa? Ukiona seli zisikilizi, mwili unapata hofu, unafikiri ujumbe haufiki kwa hiyo kongosho linajaribu kulazimisha kwa kutengeneza insulini nyingi zaidi. Unajikuta na kiwango kikubwa cha insulini kwenye damu muda wote, ambacho kinaweka mwili wako katika hali ya hifadhi mafuta masaa 277 hiyo ndiyo maana halisi ya usugu wa insulini. Sawa sawa. Kwa hiyo insulini ndiye meneja mkuu wa uhifadhi lakini najua mwili una wasaidizi wengine wanaoshawishi njaa na shibe. Vipi kuhusu hao? Hao ni leptin na grelin. Wafikirie kama washauri wawili wa rais. Leptin, inayotolewa na seli za mafuta, anamwambia ubongo, mheshimiwa, magala yamejaa, tuna chakula cha kutosha, acha kula. Sauti ya busara hiyo kabisa lakini kama ilivyo kwa insulini, ubongo unaweza kupata usugu wa leptin, yaani anaanza kumpuuza huyu mshauri. Leptin anapiga kelele, tumeshiba, lakini ubongo hausikii. Matokeo, unahisi njaa hata kama mwili wako una akiba kubwa ya mafuta. Na grelin, huyo ndiye yule mshauri anayesema tuna njaa, fanya kitu. Huyo hasa, grelin ni homoni ya njaa huongezeka sana unapojaribu kujinyima chakula ghafla. Ndiyo maana daeti za ghafla zinashindwa. Unapunguza kalori, na grelin anaanza kupiga kelele masikioni mwa ubongo wako, kula kula, tutakufa njaa. Huwezi kushindana naye kwa kutumia nguvu za nia pekee. Hii picha ya homoni inanifanya nielewe kwa nini kupunguza uzito ni vita ya kibaiolojia, sio tu swala la nidhamu na vyanzo vinataja kwa ufupi homoni za msongo na jinsia. Ndiyo, kwa ufupi tu, cortisol, homoni ya msongo ikiwa juu muda mrefu, inauamuru mwili kuhifadhi mafuta hasa tumboni, na homoni za jinsia estrogeni na testosteron zinaathiri sana umbo la mwili na misuli. Mabadiliko kama ukomo wa hedhi yanavuruga uwaniano huu na kufanya iwe rahisi kuhifadhi mafuta na vigumu kujenga misuli. Sawa, msingi wa omoni umenielewesha vizuri sana sasa tukitoka kwenye tatizo na kuingia kwenye suluhisho, vyanzo vinatupaje ramani ya lishe? Kauli yao ya kwanza ni ya kijasiri: sahau sukari. Sio kupunguza, bali sahau. Ni kauli kali, lakini yenye mantiki kubwa sana, sukari iliyosafishwa ni kama kuwasha moto kwa kutumia karatasi. Unapata mwali mkubwa wa ghafla, mwinuko wa sukari kwenye damu E, unaofuatwa na kuzimika kwa ghafla. Pia huo mshuko ndio unaokufanya uhisi njaa kali, uchovu, na ubongo wako unashindwa kufanya kazi vizuri. Hiyo ni saa tisa alasiri kwa watu wengi ofisini, ile hali ya kutafuta biskuti au kitu chochote kitamu ili tu uweze kumaliza siku ni mtego haswa. Na suluhisho sio kuondoa karatasi na kubaki gizani, ni kubadilisha kuni badala ya sukari, unaupa mwili kuni zinazowaka taratibu na kwa muda mrefu, ambazo ni protini, nyuzinyuzi na, umenipata? Mafuta kama yale ya parachichi, karanga, samaki na mafuta ya zeituni yanatoa nishati thabiti, yanatuliza insulini na, muhimu zaidi, yanajenga homoni, yanavunja ule mzunguko wa njaa hapo ndipo lile wazo la kula mafuta ili kupunguza mafuta linapoingia. Sawa, ninaelewa kuhusu uh, lishe. Jambo lingine ambalo vyanzo vinagonga sana ni kitu tunachokichukulia poa: maji. Kwa nini ni muhimu kiasi hicho? Kwa sababu tatu muhimu. Kwanza, ubongo wetu wakati mwingine unachanganya mambo, unashindwa kutofautisha kiu na njaa. Ishara za mwanzo za upungufu wa maji mwilini zinafanana sana na za njaa. Kunya glasi ya maji kabla ya kula kunaweza kukuokoa hilo nimepata kulisikia na nina hakika nimewahi kuangukia kwenye mtego huo mara nyingi. sababu ya pili ni ipi? Pili, maji ni yaani, mfumo wa usafi wa mwili. Unapoanza kutumia mafuta yaliyohifadhiwa, mwili unazanisha taka. Fikiria kama kiwanda kinachofanya kazi, maji ndiyo yanayosafirisha taka hizo nje kupitia figo na jasho. Bila maji ya kutosha, taka zinarundikana na kusababisha uchochezi na mwili kuhifadhi maji mengine ili kuzimua hizo taka. Unajikuta umevimba na unajisikia vibaya. Hiyo inaeleweka, unasafisha nyumba kwa maji, sio kwa vumbi. Na ya tatu tatu, na hii ni muhimu sana, maji yanapunguza msongo wa mwili wenyewe. Hata upungufu mdogo tu wa maji, mwili unauhesabu kama hali ya hatari. Unakuwa kama umechoka, umechachamaa. Hali hiyo peke yake inaweza kuinua cortisol na tayari tumeona jinsi kotizo linavyoweza kuvuruga kila kitu. Kumbe kunywa maji ni njia rahisi ya kuutuliza mwili wako. Sawa, hapa ndipo vyanzo vinapovutia sana kwangu. Tunapofikiria kuchoma mafuta, akili na kwenda moja kwa moja kwenye kukimbia, kuruka kamba, yani kutoka jasho jingi, lakini vyanzo hivi vinatuelekeza kwenye kitu tofauti kabisa. Pilates, hii inaonekanaje? ni kwa sababu lengo limebadilika lengo siyo kuchoma kalori kwa saa moja tu, bali ni kuubadilisha muundo wa mwili wako ili uchome mafuta vizuri zaidi kwa saa 24. Kwa hiyo ni kama kukarabati ya injini ya gari ili itumie mafuta vizuri zaidi, badala ya kuendesha kwa kasi kubwa tu na injini mbodhu. Analojia nzuri sana. Na Pilates hasa inayotumia vifaa kama reformer, Cadillac na stability chair inafanya hivyo hasa. Inajenga misuli ya ndani, ile inayoleta uthabiti na mkao. Ni misuli ambayo huwezi kuiona kwenye kioo, lakini ndiyo inayoshikilia kila kitu. Hebu nifahamishe kuhusu hivyo vifaa. Kwa mfano, stability chair kinaonekana kidogo, lakini kinatisha kidogo. Kinafanyaje kazi? kazi yake ni kukunyima utulivu. Kinakulazimisha utumie misuli yako ya ndani ya tumbo, mgongo na nyonga ili tu uweze kukaa sawa. Kwa kufanya hivyo, unajenga kanda au corset ya asili imara inayozunguka kiwiliwili chako. Na matokeo yake ni nini? Matokeo yake sio tu tumbo bapa, bali ni mwili ambao umepangiliwa upya. Watu wengi wanaripoti kuonekana warefu zaidi baada ya muda, kwa sababu mkao wao unaboreka. Subiri kidogo, kuna jambo moja la kushangaza sana kwenye vyanzo hivi. Wanaunganisha pilates na kuzuia michirizi ya ngozi, yani stretch marks. Hii inakuwaje? Kwa jina la Mungu, hili ni la kuvutia sana. Unajua, kwenye pilates kila zoezi linaenda sambamba na upumuaji wa kina na unaodhibitishwa, huku unaimarisha misuli taratibu. Hewa safi na oksijeni inasambaa vizuri sana kwenye damu. Sawa, damu yenye oksijeni ya kutosha inafika hadi kwenye tishu za ngozi na kuilisha kutoka ndani. Hii inasaidia uzalishaji wa kolajen ambayo ni protini inayofanya ngozi iwe na unyumbufu. Ngozi yenye unyumbufu haiwezi kuchanika kirahisi mwili unapobadilika hilo ni jambo jipya kabisa kwangu. Kwa hiyo upumuaji sio tu kwa ajili ya kutuliza akili? Wengi wetu tunafikiri kupumua ni kwa ajili ya yoga na tafakari. Sasa unaniambia jinsi ninavyovuta hewa inaweza kuathiri mafuta ya tumbo langu? Siyo tu inaweza bali, inaathiri moja kwa moja. Upumuaji wa kina unaotumiwa kwenye Pilates unawasha sehemu ya mfumo wako wa neva unaohusika na kupumzika na kusaga chakula. Hii inapunguza moja kwa moja uzalishaji wa homoni ya msongo cortisol. Ah, cortisol tena. Cortisol tena, na kama tulivyojadili, cortisol kidogo inamaanisha upungufu wa uhifadhi wa mafuta ya tumbo. Kwa hiyo upumuaji unakuwa zana ya moja kwa moja kudhibiti homoni, sio jambo la kiroho, ni la kibiolojia. Sawa, hii yote inaonekana nzuri kinadharia: lishe safi, maji na pilates. Lakini hebu tuwe wa kweli. Wiki za mwanzo za mabadiliko yoyote ni ngumu. Nini kinatokea wakati unafuata kila kitu, lakini mizani haisogei? Na labda unajihisi umevimba zaidi. Hapo ndipo watu wengi hukata tamaa na vyanzo vinaliweka wazi kuwa hiyo ni hatua inayotarajiwa kabisa. Mwili wako unapitia marekebisho makubwa, unajifunza upya kutumia mafuta kama nishati badala ya sukari. Ni kama kubadilisha injini ya gari kutoka petroli kwenda dizeli. inachukua muda kidogo. Ushauri ni upi hapo? Ushauri muhimu ni huu: weka mizani kando kwa muda, pima maendeleo yako kwa viashiria vingine. Je, unalala vizuri zaidi? Je, una nishati endelevu mchana kutwa Je, mkao wako umeimarika? Je, hamu yako ya kula sukari imepungua? Hizo ndizo dalili halisi za ushindi. Kwa maneno mengine, tuache kupigana vita na miili yetu na tuanze kushirikiana nayo. Ushirikiano Sio vita. Shirika wako anayejaribu kukuweka salama. Ukiupa ishara za hatari kwa kujinyima chakula au msongo, unajilinda kwa kuhifadhi. Ukiupa ishara za usalama kwa lishe bora, maji na mazoezi yenye akili, unashirikiana nawe. Vyanzo vinatumia analojia ya pembe tatu kuelezea hili. Naipenda hiyo analogia. Fafanua kidogo. ni pembe tatu yenye pande tatu zinazotegemeana: homoni ndiyo lugha ya ndani ya mwili, sawa lishe ndiyo maneno unayotumia katika lugha hiyo, mm -hmm. Na mazoezi kama Pilates ndiyo sentensi kamili, ujumbe unaotuma kwa mwili ukiwaambia nataka ubadilike, uwe imara na ujipange upya. Ukiacha moja ya pande hizi, ujumbe wako haueleweki. Sawa. Na swali la mwisho ambalo ni muhimu zaidi, jinsi gani mtu anaweza kudumisha haya yote kwa muda mrefu bila kuhisi kama yuko kwenye programu kali? Kwa kuelewa kuwa huu si mpango wa wiki nane bali ni mtindo wa maisha unaobadilika. Msingi ni kuwa na kitu tunachoweza kukiita unyumbulifu wenye muundo. Kanuni zako kuu, kutuliza homoni, kula vyakula halisi, hazibadiliki, lakini jinsi unavyovitekeleza inabadilika kulingana na mazingira. Kabisa. Uko safarini, una msongo kazini, ufahamu wa mwili unaojengwa na Pilates unakusaidia kufanya marekebisho, sio itikadi kali. Ni mazungumzo endelevu na mwili wako, unajifunza kumsikiliza anapokuwa na njaa, anapochoka au anapohitaji kupumzika. Mazungumzo endelevu, hilo ni jambo la msingi. Basi tukikusanya yote, vyanzo hivi vinatoa picha tofauti kabisa. Ili kupata mabadiliko ya kudumu, hatupambani na mafuta, tunarudisha uwiano. Tunatuliza homoni kwa kuacha sukari na kukumbatia mafuta bora, tunasafisha mfumo kwa maji na tunatumia Pilates kuujenga upya mwili kutoka ndani. Umeeleza kikamilifu. Sio vita dhidi ya mwili bali ni safari ya kurudisha uwezo wake wa asili wa kufanya kazi vizuri. Na kama ilivyo desturi yetu, tunapenda kukuachia wewe unayetusikiliza wazo la kutafakari. Labda wazo kuu hapa ni kubadilisha jinsi tunavyopima maendeleo. Hasa. Na swali letu kwako leo ni hili. Zaidi ya namba unayoiona kwenye mizani, vipi kama kipimo halisi cha maendeleo kingekuwa ni uwezo wako wa kusikiliza na kuelewa kile ambacho mwili wako unajaribu kukuambia? Je, mazungumzo yako na mwili wako yamebadilikaje?